Kuna mwanangu mmoja eh, kipindi hiko Tanzania, Tanganyika. Kwa, kwa jiwe hapo mwanangu, muongo huyo Kijikitile Ngware, mwanangu kkie, ana muongo yani sio mchezo ke, Kijikitile Ngweli mwanangu, ilikuwa vita kali mwanangu, vita kali. Sio Tanzania, kipindi hiko Tanganyika, hatuelewe tutashindaje hiyo vita. Mwakijikitiwe sio akajifanya akajifanyaye mganga. Ah. Oh, ambao tulijichanganya. Katuna sicho kwa mavi maana yake mwanangu. Akatuambia wewe mwanangu hivi vita tunashinda. Eh. Chelewa. Mimi naweza kufanya mshinde, mimi mganga. Watu saka muamini. Ila mimi nijitoa si muamini. Wewe shetani kwetu. Wakamwamini watu akasema wewe mwanangu m... ogeni maji haya mkifika kule mungu ni vita mtakuja risasi ya mvua. Mwanangu hata alimimina kama mvua kweli.

Mimi mkinikosa na sema jao Kinjikitile, Kinjikitile yau. <laughs> Kinjikitile chokomavi, achana nini, yani achana na Kinjikitile.